E, bwana mashabiki wa Konde Music Worldwide wameshangazwa sana kuona kwamba sasa hivi msanii ambaye amejitoa katika record label ya Konde Gang, tunamzungumzia Ibra, ambaye ni msanii ambaye amejitoa katika record label hiyo hivi karibuni, na siku ya jana ndipo mambo ya kufinalize yalifanyika pale Basata. Kwa hiyo Ibra sasa hivi ni msanii huru, hayupo tena chini ya usimamizi wa management ya Konde Gang ambayo ni Management CEO, ya ya kujitoa, ni management ambayo iko chini ambayo Diamond Platnumz aliamua kuitumia katika moja kati ya picha ambazo alikuwa ameziposti katika ukurasa wake wa Instagram ambazo zika make headline lakini pia vile vile, ni kwamba tokea Diamond alipofanya hivyo tetesi za kwamba huenda labda Ibra akaja kusainiwa katika record label ya WCB. Lakini ukiachana na hayo yote, ni kwamba sasa hivi bwana, tumeanza kuona support imekuwa ni kubwa sana kutoka WCB, kwa sababu tokea Ibra atoke katika record label ya Konde Gang, uko WCB sasa hivi ni mixa kumpost. Na hivi karibuni bwana, ni kwamba Wasafi FM wameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, wakiwa wa wameandika kwamba bwana, ngoma ya copy and paste inazidi kufanya vizuri, yani noma kabisa. Ngoma ya copy and paste inazidi kufanya vizuri. Take off ya ngoma hii ya Chinga Ibra imekuwa ni moja kati ya ngoma ambazo zimefungua mwaka zimefungua kipindi cha The Switch uh, mpaka saa kumi na moja jioni, don't miss so. Waliposti hivyo wakati, uh, katika ratiba za kipindi cha The Switch pale Wasafi FM. So kitendo cha WCB kuanza kupush na kusapoti uh, ngoma za Ibra, watu wameona kabisa kwamba hii bwana huenda ikawa kweli, uh, ni jitihada za kutaka kumsain au kuna kitu kinaendelea laoki. Lakini hapa wa mashabiki wa Konde Gang bwana wamekuja wameanza kujiuliza kwamba bwana, haya mambo haya mambo yameanza lini bwana? Huyu Ibra ameshatoa magoma mangapi makali? Ametoa magoma kibao, lakini hawajawahi kuposti, ila tu baada ya bosi wao e, kuonyesha sapoti kwake na kutoka katika record label ya Konde Gang, wanaanza kumsobokea na kuposti ngoma zake. Kuna mtu amekuja hivyo e, na hao ni mashabiki wa Konde Gang. Wameamua wameshangazwa kuona mambo yamebadilika gafla kiasi hicho, hususan tu mara baada Gang ukiwa kama mdau unahisi kwamba hizi ni jitihada harakati za kutaka kumsaini msanii huyu katika label ya Wasafi baada ya kutoka Konde Gang? Au la weka maoni yako katika comment section, soma na kila comment na pia hakikisha update zaidi